Na wewe unaambiwa hivi, acha kula sukari, itakuletea nini? Itakuletea kisukari? Ah ah, isukari inayoleta kisukari ni hiyo ya ajabu ya kiwandani, unga uliokobolewa. Lakini ukipiga ile dona yako, dona, jamani, bwana Yesu asifiwe sana, ugali ukaupiga ule pale, baadaye ukatembea kwa nguvu ya kile chakula, insulini inapanda. Ukishapiga ugali, cha insulini nayo inapanda, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi insulini imesha nanii. Baadaye insulini ikifika hapa chini, basi imemaliza, glucagon inatoka pale. Ikishatoka glucagon, nasema nguvu imepungua, tuchukue glycogen, mafuta yale ya, ya kwenye ini yanaanza kutolewa yale mafuta yanatolewa, kwa hiyo hakuna fat liver, yanatolewa ile yale, yale, yale stored glucose inatolewa pale, ile glucose inatolewa inamwagwa kwenye damu. Kama ukiendelea kidogo masaa nane, masaa nane, nasema ah, hata glycogen imeisha, twende kwenye mafuta. Inakuja kwenye mafuta machafu yale, LDL, VLDL, yale yote nani, unaambiwa ma cholesterol mabaya, inayala yale. Kama utaenda masaa nane, unashangaa hata cholesterol hauna. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini umepiga ugali. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana sijawasikia jamani Bwana asifiwe. Wapikieni akina baba ugali, piga ugali.